Mimi Abdulaziz Abubakar Chende nathibitisha kwa dhati kwamba nitaitumikia halmashauri ya jiji la Arusha. Yes bana, miongoni mwa video ambayo imevutia watu wengi sana katika mkoa wa Arusha, mitandao ya kijamii Instagram na sehemu nyingi sana, mastaa mbalimbali ambao wako kwenye burudani zaidi umepongeza Dogo Janja kwa kuapishwa kuwa diwani rasmi katika mkoa wa Arusha katika sehemu ambayo anaishi Ngarenaro kule. So, moja kati ya kitu ambacho watu walikuwa wanakisubiria kwa hamu, japokuwa kuna wengi walihisi kwamba inaweza isiwe, uh, isiwe ndivyo sivyo kwamba atafika mpaka hapo walipo, kwa sababu alikuwa na competition kubwa sana of course. So, miongoni mwa comment ambazo nimeingia kwenye page yake ya Instagram, Dogo Janja mwenyewe amepost, lakini pia watu mbalimbali ambao alifanya nao kazi wamemsupport na wamempa hongera na kumpa hongera uh, kwa, kwa kitu ambacho amekifanya. Ameandika Mheshimiwa diwani Uh, Quick Rock imeandika congratulate rasta. Mr Kesho ameandika rasta, ubarikiwe diwani, kada wako, niko pamoja na wewe. So montan sanya bles ni nyingi sana ambazo kwenye komenti watu wamemsapoti na wamempa hongera kwa hatua ambayo imefikia. So rahisi sana kumwona Dogo Janja ameingia kwenye na mfumo wa serikali au mfumo wa wa, wa udiwani ni kitu uh, kikubwa sana ndo maana uh, congratulation au hongera oh, zimekuwa ni nyingi sana kwa watu wa karibu, lakini pia hata mastaa mbalimbali wamempongeza kwa hatua ambayo amepiga. Tunamwona wapi Dogo Janja baada ya kuwa diwani je? Yeah, anaweza akaperform vizuri kwa kitengo ambacho amepangiwa, e au oh, kutakuwa na nam na, na atafute msaidizi wake wengi wana toa maoni hayo kwamba inaweza ikawa si perform vizuri, kwa sababu ndo mara yake ya kwanza kuingia kwenye mfumo wa serikali au kwenye siasa zaidi. Mi nahitaji maoni yako ye, kama mdau wa Bongo Plus TV lakini pia mdau wa mziki wa Bongo Flava, angusha maoni yako hapa, na kuekea kipande ambacho alikuwa anaapishwa hapa na vibe lilivyokuwa kubwa sana Dogo Janja ambalo amepokewa nalo baada ya kuapishwa. Mi naitwa Rizki bwana libia kitengo ganathimo